Taarifa iliyotolewa na Vatican inaeleza kuwa kabla ya kufariki Papa Francis mwenye umri wa miaka 88, aliugua ugonjwa wa kiharusi yani stroke, hali iliyosababisha moyo kushindwa kufanya kazi huku akidokeza kuwa madaktari walifanya jitihada kurudisha moyo kufanya kazi lakini ilishindikana. Nanukuu, Papa Francis amefariki kutokana na stroke, inaeleza sehemu ya taarifa rasmi ya sababu ya kifo cha Papa Francis iliyochapishwa katika ukurasa rasmi wa Vatican. Pia hati ya kifo ya kiongozi huyo wa kiroho imetaja magonjwa mengine yaliyokuwa yanamsumbua, Papa Francis, kuwa ni pamoja na homa ya mapafu ya pneumonia, kushindwa kupumua, shinikizo la juu la damu na ugonjwa wa kisukari. Kwa taratibu za kimatibabu, ugonjwa ambao mgonjwa huwa anakuwa nao muda mfupi ama saa chache kabla ya kifo chake ndiyo huwa unatajwa kwenye cheti cha kifo kama sababu ya kifo chake. Baada ya hapo ndipo kifo cha Papa hutangazwa. Papa Francis alifariki jana Jumatatu asubuhi akiwa na umri wa miaka 88. Katika hatua nyingine, wakati Wakristo wakiendelea kuomboleza kifo cha kiongozi huyo, wosia wa mwisho wa Papa Francis umeeleza jinsi utaratibu wa mazishi yake utakavyokuwa. Katika wosia huo, Papa Francis ameeleza kwamba, lazima azikwe katika Kanisa Kuu la Bikira Maria lililoko Roma, Italia. Kanisa hilo haliko Vatican, ambako mapapa wengi wamekuwa wakizikwa kwenye Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro jijini Vatican. Nanuku, Miserando atque Eligendo, kwa jina la Utatu Mtakatifu. Amina. Katika maisha yangu nimekuwa nikimtumainia Mama Bikira Maria daima, kwa sababu hii ni ziko kwenye kanisa hilo nikisubiri kufufuliwa siku ya Ufufuo, imesema taarifa hiyo inayoelezea Wosia wa Papa Francis. Papa Francis amekuwa akiishi maisha ya ufukara, hali ambayo ameisisitiza kuhusu maziko yake kuwa yazingatie alichokiandika katika wosia wake. Wosia wake unaeleza kwamba, mazishi yake yasiwe ya kifahari, wala kaburi lake lisiwe na mapambo yoyote isipokuwa liandikwe jina lake tu la Franciscus. Kuhusu gharama za maziko, wosia wa Papa Francis umeeleza kuwa, gharama zote zimetolewa na mfadhili ambaye hata hivyo hakutajwa jina na yamekabidhiwa kwa Kardinali Rolandas Makrickas, ambaye yuko mjini Roma nchini humo. Mwisho wa wosia wake Papa Francis: Mola awape thawabu ifaayo wale wote walionipenda na wanaoendelea kuniombea, mateso ambayo yamenizonga katika kipindi cha mwisho cha maisha yangu, na yatoa kwa watu kwa ajili ya amani duniani na udugu, kati ya ndugu, kati ya mataifa Amemaliza katika uhusia wake kuandika hivyo kiongozi huyo wa kiroho wa kanisa Katoliki ambaye alitwaliwa siku ya jana. Tuendelee kumwombea roho yake, Mungu ailaze mahali pema peponi. Amina. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na maziko ya kiongozi huyo wa kiroho wa kanisa Katoliki ulimwenguni. Jina langu ni Mgongo Kaitira.